Tafadhali, kama bado hujasubscribe katika midia hii pendwa, subscribe chini ya video hii, na utakuwa umejihakikishia kwa mwanafamilia wetu na utupitwa na habari zetu za kiburudani ambazo na kiki na kumeka headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Mange Kimambi, siku ya leo, kuna taarifa ambayo ameweza kuienika kuhusiana na mwanamama Zari Boss Lady, na ukiangalia hiyo taarifa ambayo Mange ameweza kuienika ni taarifa ya kushangaza sana lakini pia ni habari ambayo kiufupi inaweza ikamdhalilisha Zari Ze Boss Lady, na ikapelekea Zari huenda hata ile heshima yake e, ikapungua kwa asilimia kubwa sana. Zari ni mwanadada ambaye anaheshimika sana huko South Africa, uh, kwani ukiangalia mabiashara yake ambayo anayamiliki, lakini pia namna ambavyo anaishi na watoto wake, anawalea vizuri uh, basi ni heshima kubwa ambayo Zari ameshaitengeneza huko anapoishi South Africa, licha ya kwamba yeye ni raia wa Uganda. Mange Kimambi ameweza kuzungumzia kuhusiana na huyu mtoto wa pili ambaye Zari alimpata na Diamond Platnumz. Kwanza kabisa walimpata Tifa, lakini huyu wa pili walimpata anaitwa Nilan. Kama ambavyo tunamfahamu Nilan. Nilan, mara nyingi sana kuna tetesi ambazo Mange aliwahi kuzivujisha mitandaoni kwamba Nilan sio mtoto wa msanii Diamond Platnumz, alafu akaahidi kwamba baadaye nitakuja kutoa ushahidi ambao unaonesha wazi kuhusiana na huyu mtoto ambaye Zari mdanganya msanii Diamond Platnumz. Mange Kimambi amethibitisha wazi na kumwambia Zari kwamba anatakiwa kumwambia Diamond ukweli, hatakiwi kabisa kumdanganya. Kitu cha kwanza Amemwambia Zari eh, yeye binafsi anafahamu ukweli wote. Eh, Mange Kimambi amedai kwamba kile kipindi ambacho a Zari za alibeba ujauzito wa huyu Nilan eh, unaambiwa hicho kipindi Diamond Platnumz alikuwa busy sana na kazi zake za kimataifa zaidi. Sasa Zari akapata nafasi ya kwenda South Africa eh, na kuchepuka na ex wake eh, ambaye ni marehemu mume wake Ivan ambaye alipata naye wale watoto watatu wakubwa. Zari Boss Lady baada ya kwenda South Africa akachepuka na ex wake. Baada ya kuchepuka na ex wake akarudi Tanzania kama kawaida. Na ukimwangalia Nilani kwa makini sana, alafu ukawaangalia na wale kaka zake wakubwa uh, wale watoto wa Zari pamoja na Mariamu Ivan, unaweza kuona sana na hawa kubwa, na zake zake wakubwa ukiangalia wakubwa wa wamefanana sana na baba yao, moja kwa moja tukajipatia jibu eh. Siku ya leo baada ya Mange Kimambi kuzungumzia hili swala eh, kuhusiana na mtoto Nilan kwamba Nilan sio mtoto wa msanii Diamond Platnum, na mara nyingi sana Diamond Platnum eh, amekuwa akizungumza kuhusiana na watoto wake, lakini kuna moja ya interview ya kule Marekani alizungumza na kudai kwamba kuna watoto ambao anawalea lakini anajua kabisa hawa watoto sio wa kwake. Sasa hicho kitu kikapelekea pia tuweze kupigia mstari moja kwa moja hichi kitu ambacho Mange ameweza kukizungumza hapa kwamba Nilan sio mtoto wa Diamond, lakini Diamond ameamua tu kupotezea kumlea kama mtoto wake kwa sababu tayari e, alitokea kipindi ambacho walikuwa pamoja na Zari Zoe Boss Lady. Tuchia maoni yako lakini pia usahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification bell.